Shuhudia kimataifa. Uh, hivi karibuni zaidi kuhusiana na ajali ya ndege, na muda mfupi ujao tutajadili kuhusiana na hili lakini, uh, usafiri wa ndege ukiwa unatajwa kuwa ndio salama Uh, kuliko usafiri wa aina nyingine yoyote duniani ikiwemo majini pamoja na barabarani. Licha ya hilo, ajali za ndege ikitokea hutajwa kuathiri kwa kiasi kikubwa zaidi. Na hivi karibuni ndege aina ya, ya Boeing 787-8 Dreamliner ambayo ilikuwa inatoka safarini uh, Ahmedabad India kuelekea London Uingereza ilianguka Alhamisi Juni kumi na mbili E, mwaka 2025 saa saba na dakika 38 mchana, na kuua watu 241 ambao walikuwa ni abiria, huku abiria mmoja akinusurika, lakini wapo wengine pia waliopoteza maisha na kujeruhiwa katika jengo ambalo liliangukiwa ambalo lilikuwa ni hostel ama makazi ya madaktari nchini humo. Hapa tutazungumza zaidi kuhusiana na ajali za ndege, lakini sababu za kitaalamu ambazo zinasababisha hili na tutakugusia pia kuhusiana na baadhi ya ajali za ndege mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani Richard. Uh, pengine Dakta Hilda, huu uh, uh, usafiri unatajwa kwamba ndio usafiri uh, salama zaidi mm, lakini pale ambapo ajali hutokea inaweza kuwa na athari kubwa zaidi. Yupo hapa uh, Nasanti Meena, yeye ni rubani na mtaalamu Uh, wa ndege karibu sana. Sana, karibu sana, sana. Na, na kabla ya yeah, kuzungumza naye pia uh -huh, tujia tupitie hapa baadhi ama ajali za ndege mbaya zaidi kuwahi kutokea duniani mm -hmm, na tuweze kuona katika uh, historia hiyo zipo mbalimbali uh, ama mbali, katika mataifa mbalimbali mbali. Lakini tukianza na uh, hii kutoka Air India Flight 182 ambayo ilisababisha vifo mia tatu ishirini na tisa ambapo Air India flight yenyewe ilikuwa ikifanya kazi kwenye njia ya Vancouver Toronto Montreal London, Delhi, Juni 23 mwaka 1985 ndege uh, ya Boeing uh, 747 237 B ilikuwa ikifanya safari hiyo ilishambuliwa kwa bomu ikiwa kwenye urefu wa futi elfu 31 ama mita 9400. Ilianguka katika bahari ya Atlantic ikiwa katika anga la Ireland. Na katika uh, orodha hii nafasi ya nne ni Turkish Airlines flight 981 uh, ambayo ni nyingine uh, hii ya Turkish ilikuwa na vifo mia tatu arobaini na sita, ambayo yenyewe ilikuwa inafanya safari ya mara kwa mara kutoka uwanja wa ndege wa Istanbul uh, kwenda uwanja wa ndege wa London, na kituo cha kati kilikuwa Paris. Na March tatu mwaka 1974 ndege uh, ya Douglas ilikuwa ikifanya safari hiyo, ilianguka katika msitu wa uh, Ermenovel nje ya Paris na kuwa watu 346. Ndege nyingine ni ya uh, Saudi Arabia flight 763 pamoja na Kazakhstan Airline flight uh, 1907 ambayo ilisababisha vifo 349 ikiwa ni ajali mbaya zaidi ya ndege mbili ambazo ziligongana hewani na ilitokea katika anga la kijiji cha uh, Charki Dadri, magharibi mwa New Delhi. uh, Saudi Arabian uh, ambayo ilikuwa ni Novemba mwaka 1996. Turkish tumekwisha iona, tutaona ya Saudi Arabia flight 763, uh, na Kazakhstan hiyo ambayo zenyewe ziligongana hewani na kusababisha vifo vya wa, abiria ama watu 300 49 lakini kutoka hapo uh, nyingine ilikuwa ni Japan Airlines flight moja mbili tatu ambayo yenyewe ilisababisha vifo mia tano 20, ishirini na ndege ya Japan Airlines flight uh, yenyewe ambayo ilikuwa ni moja mbili tatu uh, ilikuwa safarini kutoka uwanja wa ndege wa Hanida Tokyo kwenda uwanja wa ndege wa kimataifa wa Osaka Japan na ilikuwa ikifanya safari hii, ililipuka ghafla ikiwa ni dakika 12 baada tu ya kuruka, na dakika 32 baadaye ndege hiyo ilianguka katika milima miwili e, katika taifa hilo. Na katika historia, e, janga kubwa zaidi ni ndege ya Pan Am flight 1736 pamoja na KLM flight 4805 ambayo yenyewe baada ya sasa hii Japan tuangalie nyingine. Yenyewe ilisababisha vifo 583, ambayo ndio ilikuwa janga kubwa zaidi majali, um, mbaya zaidi mpaka hii leo katika historia ya usafiri wa anga ambayo ilitokea Tenerife, uh, na ilikuwa ni katika visiwa vya Canary March uh, 27, mwaka 1977. Uh, Panam flight 1736 na KLM flight uh, 48 4805 ambayo yenyewe ilisababisha vifo mia tano themanini na tatu na hizi ndege mbili uh, ziligongana uh, kwenye barabara ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa Los Rodeos. Uh, sasa uwanja huo wa ndege ukiwa unaitwa uh, Tenerife North. Nadhani hata rubani katika masomo yao ni miongoni mwa ajali ambazo hutajwa kwa kiasi kikubwa. Uh, direkta atanisaidia kuiweka hapo, ina picha nne kwa wakati mmoja, na ni ndege ambayo pia imekuwa ikitolewa mfano hata katika masomo ya marubani sio? Na karibu sana, na pengine tupate uh, pia ufafanuzi kwanza kuelewa, kwa sababu hizi ni ajali tano kubwa zaidi Deo, za duniani. Tunaambiwa ni usafiri ambao ni salama zaidi, lakini ni hatari pale ambapo uh, ajali inatokea yeah. Uh, kwanza tu ni penda kushukuru kwa nafasi hii lakini pia ni David moja kwa moja, mm. kwamba usafiri wa ndege ni usafiri ambao ni salama zaidi duniani ni kweli moja, lakini mbili, uh, tufahamu kwamba tuna mamlaka ambazo zinatuongoza ikiwemo ICAO like, lakini kwa hapa Tanzania like, tuna TCAA ambao ni Tanzania Civil Aviation Authority, ambao yenyewe inafanya kazi chini ya mamlaka ya anga ambayo ni International Civil Aviation Organization, na huyu anafanya kazi ya kuregulate kazi na shughuli zote za usafiri wa anga, ikiwa namba moja ni usalama wa anga. Kwa nini tunasema ndege ni, ni usafiri salama? mm. Tumeanzia hapo kwenye mamlaka kwamba zinadhibiti kuhakikisha kwamba kuna usalama kwenye hizo ndege lakini pia ndege yenyewe kabla na baada ya kutua zinafanyiwa inspection ama ukaguaji, kwa kuna kila sekta ina eneo lake la kukagua, lakini ndege inafanyiwa ukaguzi wa kutosha kabla na baada ya kutua, na huu unafanyika kwa kina. Pili ni marubani wanafanyiwa ua, tunafanyiwa training ya mara kwa mara, kwa hiyo uh, katika kufanyiwa training za mara kwa mara, tuna kuna kitu wanaita simulator. Kwa hiyo, kuna taratibu ambazo tunazifuata, na kila baada ya muda fulani, kila rubani anakuwa anaenda kwa ajili ya hayo mazoezi, na tunafanyiwa kwenye simulator. Simulator ni kifaa ambacho kiko kama ndege mm. Na kina imitate movement zote ambazo zina ndege inaweza kufanya. Kwa hiyo, tunakuwa tuko trained kwa ajili ya hatari yoyote ambayo inaweza kutokea, na haya mafunzo yanakuwapo ya mara kwa mara. Hata kama unaruka kila siku mm. baada ya muda fulani, lazima uende kwa ajili ya kufanya haya mafunzo, kuhakikisha kwamba uko sawa na unaweza ukakabiliana na hatari yoyote ambayo inaweza ikatokea hivyo. Uh, kwa hiyo mm. kimsingi iko kwa staili hiyo, lakini pia yes, kwa kuongezea labda kidogo ndege yeah. pia zina mifumo ya usalama mm. Ama wanazita redundant system, ambazo zinasaidia kuweza ku correct baadhi ya vitu ambavyo sisi kama binadamu tunaweza tukakosea. mm. yeah. mm -hmm. Na, na katika hilo eh, kama eh, ndege ama mifumo ya ndege inaruhusu kufanya hivyo bado, eh, baadhi wamekuwa wakijiuliza eh, inakuwaje, eh, wakati mwingine ndege inapata changamoto Uh, ina maana taarifa zinakuwa hazijafanyiwa uh, kazi ama uh, inakuwa hazijatolewa kwa namna moja ama nyingine. Yeah, kwanza tufahamu kabisa kwamba ndege mm, zinakuwa regulated na binadamu mm, kwa maana engineers ni binadamu, kwa hiyo wana pamoja na hatua zote ambazo zinachukuliwa kuhakikisha kwamba ndege iko salama, inawezekana kukawa kuna Errors, mfano tunazi, kuna, kuna pati ya urubani, kuna pati tunaita pilot era, mm. ni makosa ambayo yanaweza akafanyika kibinadamu ambayo yanaweza akafanywa aidha na urubani au injinia au baadhi ya watu ambao wanahusika na flight husika na, na, na, na kwa hiyo uh, kwa nini ajali zinatokea pamoja na kwamba bado tunasema kwamba ni usafiri ambao ni salama? Hmm. Kwanza tufahamu kwamba ndege inakimbia sana na katika kukimbia ndege nyingine, hmm. zinakimbia mpaka speed kilometa mia nane kwa saa hmm. kwao tambua kwamba ni mwendo kasi, lakini mbili, tuko juu hakuna sehemu ambapo unakuwa umeshikiliwa, hmm. na ndege ikiwa inaanguka haishuki chini kama jiwe. Huwa kuna namna ambavyo tunakuwa trained, uh, kuhakikisha kwamba ikitokea hitilafu fulani tunaweza tukafanya nini, tunaweza tukafanya nini lakini kimsingi uh, labda nielezee kidogo mm. wakati gani ajali nyingi zinatokea? Ni wakati wa kuruka mm. na wakati wa kutua mm. na kwa nini hasa wakati huo? Wakati wa kuruka wa kunyanyuka, kwa maana kutoka kwenye runway, ndege inatumia nguvu nyingi sana, most wanasema it's full power mm. alafu tunaita critical phase of the flight. kwa hiyo bado inakuwa kuna kuchenji kwa mawimbi na kuna vitu vingi sana ambavyo vinahusika. Kuna speed, ninapaswa kuwa na speed ya kutosha, na ndio maana tumekuwa trained pia kwamba ikitokea kwamba niko kwenye runway nika observe kitu ambacho sio sawa mm. nina, abort take off, ama nina nina ninazuia ndege kuruka mm. kwa sababu nikisharuka tayari inaweza ikawa ni hatari, lakini pia wakati wa kutua, ndege inatua bila kutumia nguvu nyingi hata nyingine zinakuwa zime cut power moja kwa moja. Kwa hiyo uh, wakati ndege inakuja kutua, kwa hiyo, uh, kuna, kuna, kuna, kuna, pia kuna mvutano mm. ambao unaweza uh, ukawa unatokea ambao tunakumbuka kipindi fulani tulipata ajali pia hapa Tanzania mm. Sijajua investigations ilikuwaje. Siwezi nikazungumzia kwa undani zaidi, lakini tunaona ilitokea precision ya wakati inakwenda kutua ndipo ulipopata ajali. Kwa hiyo tumeona pia na India pamoja na kwamba investigation bado inaendelea hmm. kwa Air India uh, imepata ajali wakati ni sekunde chache baada ya kunyanyuka, okay. kwa hiyo hizo zote uh, hizo zote part mbili ambazo nimezizungumzia ni critical phase of the flight, ni hatarishi. Marubani wote wanakuaga wako makini kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa, lakini ajali hatuwezi kuizuia hmm. Hizi mamlaka zilizopo zinasaidia sana kuhakikisha kwamba zinapunguzwa mm. So, yeah. Sababu zipi kuu za kitaalamu ambazo zinachangia ajali za ndege duniani? Sababu ya kwanza, sababu ya kwanza ni makosa ya kirubani mm. Makosa ya kirubani inachangia takriban asilimia sabini katika kuanguka kwa ndege ama kupata ajali kwa ndege. Inawezekana ni maamuzi ya rubani kwa wakati huo Uh, inawezekana kwa sababu kuna kipindi fulani imewahi kuzungumza kwamba it's not wewe namna how you, can, you are intelligent mm -hmm. Ni wewe namna ambavyo unaweza kufanya maamuzi kwa haraka katika emergency. Na ndio maana tunaendaga kwenye hizo simulator. Wana simulate vitu vyote ama scenario zote ambazo zinaweza zikatokea, mfano labda ndege imeishiwa nguvu haina pawa ama wamepigwa na upepo ama umefanya nini. Kwa hiyo mwisho wa siku ni kwamba anaangalia huyu ana uwezo gani wa kuweza kufanya maamuzi, hmm. akitokea kwa sababu rubani, of course, mnaweza mkaa mko wawili na mwenye maamuzi ya mwisho ni captain, atakwambia no, tunafanya hiki ama tunafanya hiki ama procedure ya hivi, ikishatokea labda ndege imeishiwa nguvu, tunapaswa kufanya hiki, hmm. na inawezekana pia kwa ile ndege ya India kwamba baada ya kuruka kwa vyovyote ambavyo ilikutana na changamoto, pia marubani walijaribu kuapply zile skills ambazo walikuwa wamepata wakati wa training, lakini nategemea pia na mazingira na umbali gani ambao umesharuka. mm. kwa hiyo jambo la kwanza kabisa ni pilot error, ama sijui tunawekaje kwa Kiswahili au labda makosa ya kibinadamu, makosa ya kibinadamu. Lakini mbili, kama nilivyozungumza mwanzoni, kwamba maenjinia ndio wana inspect ndege wanaikabidhi kwa mamlaka husika kwamba ndege ni salama, kwa ajili ya wahandisi wa, yes. mm. kwa hiyo wa, wahandisi wa ndege wanasaidia sana katika kufanya hiyo shughuli na ni pati yao ya kufanya. Kwa hiyo pia ifahamike kwamba kwenye aviation sio rubani peke yake tu ambaye anakuwa anahusika kwenye ndege mm. Wako watu wengi akiwemo enjinia, wakawepo flight operations ama maafisa uendeshaji wa ndege kuhakikisha kwamba Uh, ndege iko salama na, na kwenye hilo hilo hapo rubani uh, hasa la makosa ya kibinadamu inaelezwa hii inachukua uh, ina nafasi kubwa kuliko sababu nyingine zote. Hii uh, inatokana na uchovu wa kazi, msongo wa mawazo, kupuuza au kuto kuchukua uamuzi sahihi. Huwa kipi kinafanyika kabla ya rubani kupaa na ndege? Kwanza kabisa kabla ya rubani kupaa uh, na ndege kuna kuna department tofauti tofauti ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba rubani anafanya ndege mm. Mfano mimi nina, nina majukumu yangu ya kuhakikisha kwamba nafanya, kwa maana napaswa kujua ninakwenda wapi. Kuna watu wa hali ya hewa wanashauri kwamba hiki kiko hivi. Kuna maafisa uendeshaji wa ndege ambao wanaitwa flight operations officer, ambao wanadili na documents na kuhakikisha kwamba ndege iko salama lakini kuna watu wanaitwa load control ama wathibiti wa uzito wa ndege. Nao wana kazi yao kuhakikisha ndege sijajua, center of gravity imebalance. Uh, sijajua wanahitaji kwa Kiswahili, lakini wanahakikisha kwamba ndege iko hmm. na uzito sawa, ili kusudi ikiwa inaruka isi uzito fulani usielemee upande fulani. Kwa hiyo hao ni watu wa load controlling, lakini kuna, kuna pia abiria au watu ambao wanahusiana na uzito wanapima pia uzito wa abiria. Kuna namna ambavyo tunafanya calculation kuhakikisha kwamba tunajua uzito wa abiria ambao mm. tumewabeba. Kwa rubani yeye moja kwa moja, kwa sababu kwa sababu za kibinadamu pia mm. zinatajwa, labda pengine uchovu, labda kuna kikomo uh, cha masaa ama saa za kuwa hewani, lakini msongo wa mawazo, namna gani wanatambua kwamba sasa uh, nascent yupo tayari kupaa na ndege? Kwanza mimi ninapaswa mimi ninapaswa kuhakikisha kwamba niko niko vizuri tayari kwa ajili ya flight mm -hmm. na ndio maana uh, obvious katika sheria masaa nane mm -hmm. na ninapaswa kuwa nimepumzika vya kutosha at least kabla ya yale masaa nane ya yeah, duty napaswa kuwa na muda wa kutosha, kutokana na uh, regulations ambazo zimewekwa, mm -hmm. lakini pia zaidi sana uh, rubani kuwa na uchovu huwa tunakuwa na briefing, ama mazungumzo kabla ya ndege kuondoka tukiwa na cabin crew ama wahudumu wa kwenye ndege mm, pamoja na unit zote, kwamba lazima mmoja anaweza kupick up kwamba uko sawa au unaweza ukawa na mawazo ya kifamilia kutokea nyumbani mm. Mimi hapa napaswa kuwa responsible kuwaeleza kwamba jamani, siko vizuri, na tumefunzwa hivyo hii inasaidia sana kuzuia makosa ya kiutendaji nikiwa ndani ya ndege. Kwa hiyo hivi, kama stress ni vitu ambavyo vinakuwa vina, vina, vina avoided na kama rubani akisema let's say, labda leo ninapaswa kuwa na flight, napaswa labda kuruka labda saa nane alafu labda sioni kama nina huo utayari kutokana na hali yangu, nina uwezo wa kutoa taarifa na no, wanaweza kumtafuta rubani mwingine hmm. Hiyo ni namna mojawapo ya kuzuia makosa ya kibinadamu ambayo yanaweza akajitokeza. Sawa, sababu nyingine naona zinatajwa hitilafu za kiufundi <coughs> uh, matatizo ya hali ya hewa lakini yeah. Uh, kupotea kwa mawasiliano ya rada uh, na hizi zina nafasi gani? Uh, nirudi tena kwamba uh, mawasiliano ya rada ama mawasiliano ya mnara wa Mm. Kwa, au ATC wana air traffic control, control. Mm. Kwa hiyo ha haya yana nafasi kubwa, kwa sababu hii mitambo bado imetengenezwa na binadamu na itilafu inaweza ikatokea wakati wowote wa lakini, ni ruti tu pale pale kwamba hizi mamlaka ambazo zipo zinafanya kazi kubwa kuhakikisha kwamba hakuna itilafu, na kama kuna itilafu inatokea basi kuna backup ya hapo hapo na tunasikia ndege kupoteza mawasiliano, inawezekana ni mifumo ya umeme ya ndani ya ndege ambayo kimsingi inaweza ikasababisha hitilafu ya mawasiliano, au inaweza ikatokea kwamba uh, mnara wa mawasiliano umepata hitilafu, ndege iko sawa, ndege inapotea ama kitu chochote kinaweza kutokea. Lakini uh, katika mazingira ya kwetu ya kazi, wataalamu wako makini sana kuhakikisha kwamba hivi hizi units zinafanya kazi kwa pamoja, kama kuna kitu kimoja kina, akijafanya vizuri kingine kiko backup kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha usalama wa abiria pamoja na marubani. Mm -hmm. Yeah. Uh, katika maendeleo ya teknolojia wapo wabunifu mbalimbali ambao wamekuwa wakijaribu kuangalia namna bora ya kupunguza athari za ajali ambazo zinazotokana na ndege. Uh, unaona maendeleo gani hasa ambayo yamefanyika hivi karibuni katika kulifikia hilo? Uh, well, kwenye ndege kuna mifumo hasa, mfano ndege za sasa hivi zinatengenezwa na mifumo ambayo ina ndani ya ndege kule kwenye cabin kuna hmm. kwa kuna materials ambazo ni fire resistance, yaani ikitokea moto sio, haziko haraka kushika kushika moto, moto. Yeah, lakini pia Mbili kuna autopilot. Autopilot inasaidia katika kupunguza makosa ya kibinadamu, mm. Kwamba inaweza kuwa controlled na rubani, inaiweka ndege kwenye njia yake kule ambako inapaswa kuelekea. Rubani anakuwa anafanya kazi ya ku monitor, kuhakikisha kwamba iko sawa na na kama kuna errors, kwa sababu kuna hesabu ambazo zinafanyika katika kutafuta direction ama mali tunakuwa tunakokwenda kama yeah, kuna hitilafu yoyote, uh, rubani anaweza akamonita akajua hapa nini kifanyike, lakini inasaidia sana kuiweka kuweka ndege kwenye njia yake mm. Lakini pia pia kuna kuna kuna kitu kinaitwa terrain avoidance system hiyo mm, ni mifumo ambayo imewekwa kwenye ndege kuhakikisha kwamba inaweza ikajua ndege nyingine iko wapi ama uh, kwa mfano kama ni terrain labda kuna milima karibu, let's say kama tuko kule juu angani ambako kuna, kuna mawingu na hauoni kitu mm. Inakuwa ni mifumo ambayo inaweza ika sense umbali kiasi fulani kwamba kutakuwa kuna mlima, na wakati mwingine uh, kuna hii inaitwa uh, avoidance system ya ndege kwa ndege mm. kwamba inafanya separation hata kama wewe umefanya maamuzi, inakukumbusha kwamba ulichokifanya sio sawa. Kuna, unafuata ile, kile kitu ambacho imezungumza unaona, kama ndege nyingine zinazungumza kabisa, ili uweze kusikia, hazitoi mlio. Kwa hiyo uh, hivi vyote vinasaidia sana kupunguza ajali, kwa sababu ukiwa kwenye mawingu unakuwa huoni mbele hmm, na ndege nyingine kwa imani yes. kwa hiyo tunaamini sana katika elimu mfumo ambayo imewekwa ndani mm. kuhakikisha kwamba uh, mambo yote yanakwenda vyema mm hizi -hmm. sababu zinaepukika <tibu> ah, swali <sorry>, zuri sana <tibu> kuna baadhi kama nilivyosema kwamba mamlaka zinafanya kazi kuhakikisha kwamba sheria na kanuni zinafuatwa kuanzia kwa sisi binadamu ambao tuna control ndege um, vi, uh, vyombo ambavyo tunavitumia hususan uh, ndege husika kwamba vyote vinafuatwa. Hii, hizi ndio njia madhubuti ambazo zimewekwa kuhakikisha kwamba tunaweza kuziepuka mm -hmm. Lakini siwezi nikasema kwamba uh, tunaweza kuzuia ajali. Hapana, uh, tunafanya vile ambavyo tunaweza kuvifanya kuhakikisha kwamba mambo yote tunayoyafanya yanakuwa katika utaratibu. Na naamini sheria nyingine zinatengenezwa kutokana na matukio yaliyotokea. Ninaamini kwamba sasa hivi naona Boeing na Airbus zinatengeneza ndege za zenye, zenye, zenye teknolojia ya juu zaidi, mm -hmm. Uh, tumeona wakati ukiwa umeenda kule juu sana, ndege ikisense kama watu wanakosa oxygen, mifumo ya oxygen, inashuka yenyewe automated. Kwa hiyo hayo yote ni kuhakikisha kwamba abiria wanakuwa wako salama kwanza, mm. kwa sababu nafikiri ndio primary duty mm. Ndio. Naam, asante sana uh, kwa elimu hii tunakushukuru sana. Nashukuru na sana. Bila shaka pia tumepata uelewa wa kina kuhusiana na uh, sababu uh, za kitaalamu zaidi za ajali za ndege ambazo hutokea, na tulikuwa hapa na rubani na mtaalamu wa ndege eh, tukizungumza naye Uh, rubani Narsen Mena akitueleza na kutuelewesha kwa kina kuhusiana na hili. Asante sana na tunakutakia majukumu mema. Nashukuru sana. Shukran sana na tunakamilisha hivyo uh, kabla sijasahau maana ya mistari miwili <laughs> ni first pilot bila shaka. So uh, mistari miwili inaweza like, mimi ni private pilot. Naam. Yeah. Mm -hmm. Uh, mimi ni rubani binafsi. Okay. Si hii misali miwili ukiwa shule inamaanisha private pilot mm -hmm, lakini ukiwa umeingia kwenye airline inamaanisha second pilot mm -hmm. So uh, kuna tafsiri nyingi sana ambazo zinakuwa zinaelezewa kutokana na nchi husika mm -hmm, au mamlaka inayokava nchi husika uh, ukiwa na moja kwa hapa Tanzania ni, ni, ni rubani mwanafunzi mm. Lakini ukiwa na moja Afrika ya Kusini unakuwa ni rubani mwanafunzi, lakini umeshaweza kuruka peke yako ama solo flight kwa mara ya kwanza mm. Ukiwa na mbili hapa katika training ni private pilot mm. Uh, ukiwa katika airline ni second pilot mm -hmm. Ukiwa na tatu kwenye airline first officer. Mm. Ni rubani wa pili lakini anakuwa ni senior wa hizi stripes mbili. Na matarajio bila shaka ni kuongeza stripes nyingine <laughs> Of course. Kina kina kina <laughs> Na tunakutakia kila heri kwa kuwa captain pia mtarajiwa. Asante sana. Tunashukuru, tunakamilisha hivyo.